Kutokana na vijana wa kiume wengi kuwa wavivu, leo wanawatokea mimama, mijimama. Yani mijimama, si mijibibi. Kwa sababu kijana ni mvivu, hataki kufanya kazi, anatafuta mijimama yenye pesa, iliyofiwa na ikaachiwa mali, au waume zao wako hai, lakini wana mali. Ni kweli kijana wangu, utapata hizo pesa, lakini utaathirika milele. Ukinichukua mimi, hebu tuangalieni, kati ya mimi na huyu binti, nani anajua kusonga ugali vizuri? Ni mimi, eh? kwa nini? Mimi ni mzoefu, nimesonga ugali miaka mingi Ninajua kukorogea uji au ni nisonge ugali tu na maji yaliyochemka sivyo? Ninajua ugali wa muogo ni usonge kule, umenishinda naweka chini kwanza, nasongea chini na unaiva. Vijana wanaong'ang'ana na wamama wana madhara makubwa, kwa sababu hautaoa binti. Utakapooa binti, utakuta hajui kusonga ugali kama ile mishangazi yako, na hivyo utatuletea mashtaka eh, huyu binti ana adabu, huyu binti, kumbe umeshazoea mishangazi yako kule, unajiaibisha. Kijana mdogo, fanya kazi.